Uharamu wa, wa nyimbo na kuimba na mziki na kutumia vile vyombo vya mziki na kusikiliza pia. Hiki ndio kichwa cha hotuba yetu, ndugu zangu katika imani <coughs> wewe, huwezi si kuuza duka mpaka upige mziki, mpaka uweke mziki katika duka lako ndio tauza? Yani wajua, hicho ndio kivutio, ndio riziki hiyo, ndo, ndo, ndo inavyotafutwa riziki, ndio unavuta watu kupitia nyimbo Wayasaku darajatu nariya, na ewe mwendesha bodaboda we. Wewe wewe mwendesha pikipiki wewe, kwani huwezi kuendesha mpaka wapige watu makelele ya nyimbo, mpaka mtuharibie watoto wetu, mpaka mwaribu jamii? Yaani nyie bodaboda mmefika tu pikipiki hiko huko, lakini habari ya mziki huko nayo hapa, na ni Waislamu ndio wanafanya haya. Kwani hujui wewe kama jambo hilo ni haramu? hujui kama unasaidia kueneza fahisha, usichokielewa ni nini ewe Muislamu? Ni tashahudi kufanya wepesi tu kulifanya jambo kama si lolote, si chochote. Na hilo ndio linaloangamiza watu wayasaiku sayaratu bukadi. Na ewe dereva wa gari, wewe mwendesha gari ya abiria, wewe wewe dereva daladala wewe. Kwani huwezi kuendesha daradara yako mpaka wasumbue watu na nyimbo, uwasikilizishe watu nyimbo, tena nyimbo za matusi. Wanapanda watu humo, watu wako na familia zao, nyimbo za kutukana, muondoa heshima ya watu kwenye magari yenu. Kwani wewe huwezi kuendesha gari bila kupiga nyimbo? Nyinyi watu wa mabasi, mtu atoka mwanzo wa gari mpaka mwisho anapofika, ni nyimbo tu tena so hivyo mpaka na tv yake watu wako watupu watu, katika nini katika televishen, wawalazimisha watu waone. Mwisho wazazi wanagombana na watoto kwenye magari kwa ajili yenu, amzuia mtoto lakini zile sauti, nani ajisahau mpaka anaenda kutizama yale machafu. Wewe wabeba madhambi ya watu wangapi? Wewe bodaboda, wajibebesha madhambi ya watu wangapi?

huyu kwenye karne bintayn, ya nane huko ndo zama zake. So wa leo anasemaje? Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a anasema walmaazifu hiya khamru nufusi. Anasema haya mambo ya nyimbo, mambo ya kusikiliza nyimbo anasema na khamru nufusi ni pombe ya nyoyo, ni kilevi cha nyoyo mambo ma ya kusikiliza nyimbo ndio ulevi wa nyoyo. Yani kasema mimi si lewi, ah wewe ni mlevi mkubwa, ukajisema mimi si lewi misi bwana, mimi kwani nani kakwambia ulevi mpaka umekoma? Anakuambia Sheikhul Islam ibn Taymiyyah na masala ya kuimba, kuwimba, kusikiliza nyimbo ya hamrun nufus, anasema huo ni ulevi wa nyoyo. Tafalu bin nufus adhamu mimma tafalu humya lkuus, anasema alimam, rahmatullahi alayhi, anasema hilo jambo la kusikiliza nyimbo wo ulevi wa nyoyo ni mkubwa zaidi kuliko ule ulevi unaokuwa unaopatikana katika zile glasi au vile, vile, vikombe vya kunywa pombe, ile pombe yake kali inayokuwa ndani na ule moto wake namna yule mnywaji anavyolewa ile nafsi yake, anasema ulevi wa kusikiliza nyimbo unalewesha zaidi kuliko hiyo pombe tena kali eh. Sitwawaona maanake hivi sasa za nyoyo alaivu kabisa, mtaani kuna pombe ni, ni, wanasema wenyewe ni ngumu kumeza, akiitia basi lazima kakamai kabisa, fumbe macho ndio anaweza kuimeza. Alimamu anakwambia huo muziki huo unaenea unalevesha zaidi nyoyo zenu kuliko hiyo pombe pombe chungu tena kali. Akafika hatua ya kusema rahimahullahu taala, fa idha sakaru bil aswat hal fihim shirk. Anasema basi watu watakapokuwa wamelewa kwa sauti tu hizi za nyimbo wanazozisikia mtu akalewa akachukuliwa na ulevi huo, basi anasema ushiriki na udhihiri kwa hawa watu, shirki kwao huwa ni jambo jepesi, na nyinyi mwayajua Yaani, usishangae leo hii kumwona msanii anamtukana Allah na akasema Allah hayupo bali wakafika hatua ya kusema Allah ni wa kike. Mwayajua nini? Sio kingine, ni ulevi wa nyimbo. Haya maneno wameyasema wanazuoni miaka hiyo mia sita huko, ishapiki nyiye ndio mwayaona sasa. Usishangae mshirikina anafika hatua hiyo, usishangae mtu wa muziki

wamalu ila alfawahish, na mtu atakapokuwa amelewa kwa zile sauti, ushirikina ukadhihiri kwa wao. Wamalu ila alfawahish, basi watu hao hulemea katika maovu uzama, yani huzidi upande kwenda katika maovu. Huwa anayelemea ana katika upande wa maovu, kwenye mema humkuti isipokuwa moja. Mamo mazuri hutomkuta isipokuwa moja, lakini ukiya hisabu maovu yamepandamana kwake. Na nyinyi watizameni watu wa nyimbo Yaani, niambie ni msanii gani au mtu gani aliosimama katika hili jambo, aliosimama katika dini yake? haya ni maneno yanawazuoni anaishi, wamekufa lakini sisi leo tuko nayo, tunaishi nayo. Anaenda kusema alimam wa ila dhulmi, na hawa watu ulemea katika dhulma, hawa watu uzama katika dhulma fayushirikuna, basi bwana, hawa watu wakishakuwa nalewa na zile sauti za nyimbo, hawa uzama katika shirki

uzama katika zina. Nyinyi watu wa maharusi, nyinyi, nyinyi watu wa masherehe, nyinyi mnaiweka miziki nyinyi, yasikilize maneno. Mnasababisha watu wazame katika zina, na nyinyi ni mashahidi wa hili. Maneno mengine yanakuwa ni magumu, lakini inabidi tuyazungumze. Tutafanyaje sasa? Tizama katika mashughuli yenu mnayoyafanya, mipira mingapi asubuhi nyinyi mwaiyokota nyinyi mipira mingapi yaokota? watu wanafanya zinaa kupitia ninyi. Waislamu, mimi siwasemi makafiri wala sizungumzi makafiri. Nyinyi waislamu ninyi, zinaa ngapi zafanyika pale? Na nyiye mwaona, watu wanatafutana siku zote, amtafuta mtu mke wa mtu hajawahi kumpata, lakini ajua kwenye shughuli fulani atakuepa, ajiandaa rasmi kwa ajili ya shughuli yakwe. Mwislamu nawakusanya watu kupitia nini? Miziki.

katika wale watu ambao wanasikiliza jipo, maneno haya mtayakuta katika majumuo ya ufatawa juzu ya kumi, ukurasa wa mia nne na kumi na saba Asheikhu Lislam bin Taimia akituelekeza haya, ayuha nasu, ibadallah. Mimi naomba nizungumze kwa uchache na no, wanawake no, kwani nyinyi dada zangu, mama zangu, shangazi zangu, mlojiwekea kwamba unamsema mtu kupitia mziki? Yaani mtu kakufanyia kitu fulani, wewe wasema na kupasha, wamwekea mpasho kwa nyimbo zinazoendana na lile jambo. Hivi wewe hujui, hakuna kosa litakalofanywa isipokuwa Mwislamu ushalizungumzia kwani wewe huwezi kumpasha huyo kwa aya za Qurani? Huwezi kumpasha ukamsikilizisha nilalo kufanyia kwa ubaya kwa kumwekea mawaidha? Hakuna mawaidha yanayosema watu majirani kufanyia na ubaya? si yamejaa katika YouTube, yamejaa katika magurupu mbalimbali, nurusi mbalimbali. Wewe huwezi kumwekea ile mawaidha yakamwathiri moyo mtu anayefanyia ubaya jirani mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akafika kuzungumza maneno mazito kunapokuwa na jirani. Wewe waona, uwezi sipokuwa muweke mipasho, mipasho ya hao mnaowajua uko wapi wewe, dada wa Islam? Waona mume wako wakufanya vibaya, asema namsubiri arudi, leo atanielewa. Wamwekea mpasho mume ambaye ajali wake zake. Uko wapi wewe na dunia? kwani hakuna mawaidhe ya wanaume wasiojali familia zao Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hijjatul wadaa, wewe wajua alisahau hilo kuwaelekeza wanaume majukumu yao? Kwa nini usitafute mawaidha hayo, ukastafuta ayati, hadithi zinazozungumzia hilo, ukaweza katika redio yako, mume wako akija, akisikia, akarejea, sema mke wangu mimi ninakosea, kwa nini tusibadilike? Mpaka tuwe ni watu wa mipasho mipasho. Mama, nyinyi mwatuharibia watoto wetu kwa mipasho yenu. Umekosana na jirani yako huko, mume hayupo, jua nyumbani hakupigwi nimbo, kumbe ndo shajaza katika memori yako, wampasha jirani yako na watoto wanasikia. Baadaye mwanza kulalamu, watoto hawatuheshimu, watoto wameharibika. Tuliwahi kutaja hapa, nakumbuka ima hutuba mbili au tatu mambo matano Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba, anawaomba Allah akinge nao wasiadiriki. Wewe wayaeneza hayo, halafu watoto waje wao wazuri? La, tubadilike ndugu zangu, katika imani. Mwisho nimalizia hotuba yangu kwa kuelekea kwa kuelekeza jambo moja juu ya watu wanaomiliki, Allah akakupa amana ya nyumba moja mbili tatu, ndani wazimiliki wewe Una wapangaji wewe, hivi waridhika katika nyumba zako kufanyike uovu? Nyumba ambazo ni mazamili sheitani, yaani waridhika kabisa, nyumba zako wasikia miziki na rindima, wala hukemei wewe, wasema ah, nitafanyaje? lakini ukinyimwa kodi ya nyumba wewe, ah. Wewe bwana wewe, ndo tamjua huyo mtu kwamba pia nakiukata Uislamu ulivyomwelekeza kutizama huyu mtu. Kwa sababu gani? Ana nini? ina msibu hilo ulikugut we? La, wewe munkari katika nyumba yako nayoimiliki uliwapangisha watu wako waweza kuzuia wewe. Kwa nini usiandike mikataba katika mikataba yako? au waogopa ufukara? waogopa ukiweka kipengele, bana, mimi kwenye nyumba yangu mziki la, wasema mimi, si mtapata wapangaji bana, nini? Wapangaji sintopata, mintampata nani sasa? bora basi ni nyamaze, nipate. Waiuza dini yako kwa thamani iliyokuwa ndogo ya dunia. Wewe hujui, weka mkataba katika mkataba. Kwangu mimi, jimbo sitaki, na sikufundishi kwamba eti ufanye tajassus katika nyumba zako ulizopangisha watu, ukawachunguze watu. La, Uislamu umetukataza kufanya tajassus lakini kuna yanayokudhihirikia wewe, mpangaji huko naye nyumbani kwako, nyimbo wazisikia kwa sauti zako hapo, atasema nimefanya tajasusi? Wapita katika majumba yako yapangisha, wazisikia nyimbo kabisa zalia, utasema nimefanya tajasusi? La, weka mkataba juu ya hilo, na ufahamu hiyo nyumba ulikopo nayo hayo majumba ni, ni amana ya Allah na atakuuliza Thumma latusalunna yaumaidin an naim, anasema kisha mtaulizwa kuna kwa neema nyinyi mlizoneemeshwa, mlizitumiaje? Mlizisimamia vipi? Zilikwenda kwendaje? Lakini Muislamu wa leo yeye anasema hapana, mimi nikiweka hayo si sitopata wateja kwa, anakubali kuiuza dini yake kwa thamani ndogo. Anasema Allah tabarak wa taala katika suratu Al-Baqara,

Uko utakosa watu wa kupanga, bora uwakose kuliko kuuza dini yako. Allah anasema hakika wale wanaoyaficha yale tuliyoyateremsha katika kitabu wakayaficha, wayashtaruna bihi thamanan qalila, na wakayauza hayo kwa thamani iliyokuwa ndogo. Wewe unakuwa unaiuza haki kwa thamani ndogo hiyo, wewe unaikataa kuwawekea mkataba huo wapangaji na nawatakapokuuvunja, ukauvunja ule mkataba, endapo atakapovunja ukavunja mkataba wao, unailichelea hilo wewe, ukasikia ukajifanya hujasikia, wewe waiuza dini yako kwa thamani kwa ndogo. Sikiliza anachokuambia Allah tabaraka wa taala, ulaika ma yakuluna fi butunihim illa, illa nar, nasema hao hao hawali katika matumbo yao isipokuwa moto. Yaani wewe unaikataa kuwekea haki kwa kuwa kwamba utakosa wewe. Ukaiuza haki yako kwa thamani ndogo. Jua huli katika matumbo tumbo lako isipokuwa unachokula ni moto. Na Allah tabaraka wa taala akaendelea kusema, wala yukallimuhum Allahu yawm alqiyama, akasema watu hao siku ya kiyama hata hatowazungumzisha. Na ahlulilmu anatuambia sio kwa hata hatowazungumzisha, bali hata hatowazungumzisha kwa ridha, kwa kuridhia atakuwa Allah amewakasirikia kweli kweli. Wala yuzakihim, na Allah siku ya kiyama hata watakasa hawo kutokana na hayo makosa yao. Wala huma adhabun alim, na adhabu chungu itakuwa iko juu yao. Adhabu chungu watakuwako nayo hao watu wa naudhu billahi min dhalik. Ndugu zangu katika imani, fahamu masala ya nyimbo, masala kusikiliza nyimbo